Naitwa Krisanti Ndege Nyakitita, ambaye nilikuwa mgombea wa uspika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo uchaguzi huu umefanyika katika eneo hili la Bunge na wabunge wameweza kumchagua Mheshimiwa Zungu kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi katika mchakato ambao umeanza, kwanza nashukuru nimefika eneo hili na kushuhudia namna ambavyo mchakato huu umeendelea. E, mchakato huu umefanyika katika hali ya uwazi na katika hali ambayo kila mmoja mgombea ambao tumeshiriki tumeona kwamba mchakato huu umefanyika vizuri, na tukuwa na mashaka ine yote, kuanzia kura zilivyoanza kupigwa, tulivyoanza kujieleza na kule ndani kwenye chumba cha kuhesabia kura. Mimi nilikuwa ni, ni mmoja wapo watu ambao nilikuwa ndani kule, mchakato ule umeenda vizuri. Nichukue nafasi hii kama mgombea kwanza kumpongeza Mheshimiwa Zungu kwa kuchaguliwa kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini la pili ni wapongeze wabunge wote wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza kwa kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi katika majimbo yao ya uchaguzi na hatimaye wamefika hapa katika Bunge letu hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini lingine ningependa eh, kuwasihi E, wananchi wenzangu kwamba uchaguzi umekwisha. Uchaguzi umekwisha na sasa ni muda wa kufanya kazi, ni muda wa kufanya mabadiliko ya kufanya kazi ambayo inaweza kutuletea maendeleo kwetu sisi wote. Na hali iliyojitokeza baada ya uchaguzi si jambo zuri ambalo linatakiwa li, tusilirudie kwa maana ya wananchi tuishi katika hali ya utulivu lakini na yale makundi ambayo yanatufanya kupoteza amani yetu basi tusiape nafasi. Kwa majina, naitwa Veronica Charles Tee, niligombea spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. ninashukuru kwanza kwa nafasi hii. Kwa nafasi ya chama cha NRA, National Reconstruction Alliance, nimeshukuru sana kupata nafasi hii kupitia chama changu cha National Reconstruction Alliance kwa sababu nafasi ni nafasi kubwa imeniheshimisha lakini pia namshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha wanawake tumekuwa na nguvu na kuona kwamba tunaweza lakini pia ninasema kwamba mchakato huu wa uchaguzi wa spika wa bunge umekuwa huru na haki kwa maana sisi wenyewe tumeshuhudia matokeo haya siku zote kuna msemo unao sema kwamba asiyekubali kushindwa yule si mshindani. Hivyo tunaamini kwamba huu mchakato umekuwa ni huru na haki, na amepata kura nyingi yule anayestahili na ameteuliwa kuwa rasmi spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii ya leo. Kwa majina naitwa Anita Alfani Mgaya, ni nilikuwa nagombea nafasi ya uspika wa bunge kupitia chama cha NLD. Mchakato um, mzima huu wa uspika wa bunge umeenda vizuri sana, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao nilienda kushuhudia mule ndani jinsi mchakato ulivyokuwa unaenda, ulikuwa ni wawazi wa haki na wa usawa. Kwa hiyo napenda kumpongeza Mheshimiwa Zungu kwa kupata kura nyingi kwa kishindo, alistahili na anastahili, na nimtakie majukumu mema katika uendeshaji, katika utekelezaji na kulisimamia Bunge kwa ujumla, kwa ajili ya kujenga mshikamano, kwa ajili ya kuweka usawa, kwa ajili ya kutengeneza na kusimamia misingi ya haki, usawa. Lakini pia kilichonivutia zaidi kutaka kuja kugombea nafasi hii, kwa sababu mimi ni kijana, nilikuwa nataka kuwaelekeza na kuwaeleza vijana wenzangu, amani ni kila kitu katika nchi yetu Kul... ili upate haki lazima kuwe na amani pia, lakini ili upate amani na haki, pia iko ndani yake. Kwa hiyo hivi vitu vinaendana kwa pamoja, ni swala la maridhiano, swala la mazungumzo swala so la makubaliano. Haki ipo kwa mujibu wa sheria na kanuni. Kwa hiyo mimi kama kijana, ndio maana nasema uvunjifu au uhalifu uliotokea na ukemea vikali, kwa sababu kukiwa na hali kama ile, hata maendeleo hata uwajibikaji hata ufanisi wa kazi pia unashuka. Kwa hiyo ili kuwe na mazingira mazuri ili kuwe na mustakabali mzuri wa nchi yetu lazima kuwe na amani kwanza.